Shikamoo, neema na amani. Ni furaha iliyoje kuwa pamoja ili kufurahia dakika thelathini za hekima, dakika thelathini ambazo zinaweza kuwa kweli dakika za kukua kiroho, za kutafakari neno la Mungu. Mwisho wa yote, nyakati tunazoishi, mtume Paulo mtakatifu anasema ni nyakati ngumu za mwisho na zinahitaji e dawa dhidi ya kushindwa. Tunahitaji kujifunza kuhusu mamlaka ya kiroho. Mimi ni mtume Miguel Angelo kutoka kanisa la kiinjili la Kristo Vive. Ni heshima na furaha iliyoje kuwa na wewe. Hebu tufikirie hili, tafadhali. Mtu anapokiri Yesu kama Bwana na Mwokozi, mtu anapompokea, kuna usemi ambao haupo katika Biblia, katika mazingira ya kikristo nani anakubali? Hapana, Biblia haisemi tukubali. Biblia inazungumza juu ya kupokea au kukiri. Neno la Bwana linasema kwamba kwa wale wanaomkiri Yesu, Mungu huwapa mamlaka ya mtoto wa Mungu. Inasema hivyo katika kitabu cha Yohana. Pokea mamlaka ya mtoto wa Mungu, mamlaka ya mtu aliyekombolewa, mamlaka ambayo humwezesha mtu kushinda vizuizi, shida na misukosuko ya maisha katika jina la bwana na mwokozi wetu yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana anataka kukuamsha leo. Ni siku ya kuamshwa ili uishi maisha yenye nguvu, maisha yenye nguvu. Una Yesu kama bwana na mwokozi wako? Kama bado hujapata huu mkutano na Mungu, basi hii itakuwa nafasi kubwa, na labda kwa mtu fulani, nafasi ya mwisho maishani. Amini kwa Yesu, amini kwa Mungu wa pekee na mwenye enzi kuu, amini kwa yule ambaye ana mamlaka yote, nguvu zote, utukufu wote, heshima yote na ukuu wote, kwa sababu yeye ndiye Mungu wa kweli pekee. Yeye ndiye Mungu mwenye enzi kuu. Yeye alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Basi Mungu anapotafuta na akapata, ana huu ukuu, huu uwezo wa enzi kuu wa kufanya hivyo. Mtu anaweza kuwa katika hali mbaya kabisa hapa duniani, mtu anaweza kuwa anapitia njia za giza na za giza, mtu anaweza kuwa ametawaliwa na dawa za kulevya, pombe au mfumo sumu ya dunia hii, lakini kama yeye ni kondoo wa Yesu, kutakuwepo na wakati wa mabadiliko makubwa maishani mwake, ambapo atasikiliza kwa sababu ameandaliwa na Mungu kwa ajili ya hilo. Ana sikio la kondoo, anaisikiliza sauti ya Yesu, anamfuata Yesu, anasema Bwana Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba hakuna anayeweza kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa roho kwa hiyo unaposema Yesu ni bwana wangu, tangu wakati huo na kuendelea ni Kristo ndani yako, hujidhibiti tena, Kristo ndiye anayetawala ndani yako. Kwa hiyo ikiwa Kristo anatawala ndani yangu, inamaanisha nina wito wa kutawala, kutawala maishani, si kutawaliwa na masuala ya mwili na masuala ya dunia. Kwa hiyo ukombozi wa Yesu haukutuokoa tu, bali pia ulituweka katika nafasi nzuri. Tuna nafasi ya mamlaka katika ardhi hii. Na je, unajua kwamba wale walio na mamlaka pia wana nguvu ya kutangaza ushindi, kumpinga adui, kubadili anga za kiroho? Nani alitupa mamlaka haya? Ni Kristo, ndiye aliyesema katika kitabu cha Luka katika sura ya kumi mstari wa kumi na tisa anasema tazama nimewapa ninyi mamlaka. Na tazama misemo hiyo ya kushtua, yenye kushtua kweli. Anasema una mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, juu ya nguvu zote za adui, na hakuna kitu kabisa, hakuna kitu kitakachowadhuru alisema haya kwa wanafunzi, kwa wale sabini waliokuwa wakirudi wakiwa na furaha kwa sababu walikuwa wameona mambo mengi ya utukufu. Hii mamlaka aliyoitoa Kristo ipo hapa, imethibitishwa na neno lake, na ni mamlaka ile ile kabisa tuliyo nayo, kwa sababu sisi ni wa Kristo. Basi mamlaka hii inaonyeshwaje? kupitia ujuzi wa Biblia na kukiri ninachoamini ninazungumza. Kwa hiyo huwezi, na kwa sababu wewe si mtu dhaifu, huwezi kusema mimi ni dhaifu. Una nguvu au dhaifu? Una Mungu au huna? Unapokuwa na Yesu kama Bwana wako, wewe ni mtu mwenye nguvu. Kwa nini mtume kwa sababu tumevikwa nguvu za Mungu. Tazama, nitarudia kusisitiza andiko hili kwamba tukanyage nge na nyoka. Unajua nge na nyoka ni nini? Bila shaka tunaishi mjini, huoni nyoka wala nge wakitembea mitaani. Lakini ni nguvu, ni falme, ni nguvu za kishetani zilizoko duniani. Shetani ana washauri wake. Shetani ana malaika wake wa giza. Shetani ana watu waliovikwa uovu, falme, mamlaka, watawala wa ulimwengu huu wa giza, nguvu za kiroho za uovu. Haya yote yanapigana dhidi ya Mungu na wale walio wa Mungu. Sasa tazama, inasema kwamba tuna mamlaka ya kukanyaga kukanyaga nyoka, nge. Basi mamlaka ya kukanyaga, iko chini ya miguu yetu. Ngome, udanganyifu, kiburi viko chini ya miguu yetu, kwa sababu tumevikwa nguvu. Alisema nguvu zote za adui, zote, iwe ni nguvu ya ugonjwa, maradhi, dawa za kulevya, pombe, msukumo wa kujiua, nguvu zote za adui, nguvu zote za adui iko chini ya miguu yetu. Mchungaji, una ujasiri wa kusema hivyo katika ulimwengu ambao shetani anatawala? Ni kweli ulimwengu wote unakaa katika nguvu za yule mwovu, lakini tunamzungumzia Mungu mmoja mwenyezi, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda, asemaye kwamba tuna mamlaka yote. Kwa hivyo wakati yeye alipowazungumzia wanafunzi alikuwa anazungumzia watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanafikiri kwamba ni mchungaji tu au kiongozi au askofu ndiye mwenye nguvu, ndiye aliyepakwa mafuta, lakini upako uko juu yetu sote. Sisi tunao upako unaotoka kwa Mungu. Kwa hiyo kukanyaga nyoka na nge, nguvu zote za adui. Sasa tazama, hakuna kitu kabisa, hakuna kitu kitakachowasababishia, hakuna kitakachowasababishia madhara. Hivyo basi, hii ni tabia ya mtu anayeelewa kwamba Kristo tayari ametoa mamlaka ya kushinda uonevu, kupinga matakwa ya giza na kusonga mbele maishani kwa ujasiri. Na nitakuambia zaidi, mamlaka hii ya kiroho siyo mamlaka ya hisia, ni ya kiroho. Ina nguvu kwa sababu ni ya Yesu Kristo mwenye enzi zote. Kwa hiyo, waliokombolewa hawawezi kukaa kimya mbele ya giza. Waliokombolewa lazima watangaze ushindi ambao tayari umepatikana pale msalabani. Ndiyo maana Paulo alisema kwamba sisi ni zaidi ya washindi, sisi ni zaidi ya washindi. Lakini hii haiwezi kubaki uvumi tu, ahadi za kejeli. Tuna ukweli uliotiwa muhuri ndani yetu, Kristo ndani yetu ndiye tumaini la utukufu. Sisi ni roho moja na Bwana. Ndiyo maana Mungu ametupa mamlaka haya. Ole wetu sisi Wakristo wa dunia nzima, kama tusingekuwa tumevikwa mamlaka haya, kama tusingekuwa na he, kofia ya wokovu, kama tusingekuwa na ulinzi dhabiti wa mioyo yetu, kama tusingekuwa na upanga wa neno, kama tusingekuwa na mkanda wa udhabiti, kama tusingekuwa na viatu vya wokovu, tungekuwa tumeangamia katika dunia hii. Ndiyo maana Yohana eh, alifundisha kanisa akisema yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu huu kubwa maana yake ni kubwa zaidi. Paulo aliwaambia Warumi, ikiwa Mungu yuko upande wetu ni nani aliye juu yetu? Kwa hivyo, ninaamsha katika akili na moyo wako roho ya shujaa, roho ya nguvu, roho ya mamlaka ya kiroho hii inatusaidia kupinga kwa uthabiti shida inapokuja, shida ya ugonjwa, ugonjwa, utambuzi, ubashiri. Wakati unakabiliwa na aina fulani ya shida, wewe si dhaifu tena, una nguvu. Ndiyo maana Yakobo katika sura ya nne mstari wa tano na saba anasema, basi mtini Mungu, mpingeni ibilisi naye atawakimbia. Ibilisi hukimbia tu. Wale anaowatuma hawawezi kumgusa mtu aliye chini ya Mungu. Haleluya, haleluya! Mtu huyo anayesema Yesu, wewe ni bwana wangu, mtu huyo ambaye kweli ana udhabiti huu aliopewa na yeye, kwa sababu hauhusiani na mwili. Ibilisi hajawahi kuwaogopa wale wanaopiga kelele ulimwengu wa giza haudhoofishwi na wale wanaofunga au kulala usiku bila usingizi. Anasema hukimbia chini ya Mungu, alimpinga shetani naye atawakimbia. Kwa nini anakimbia? Kwa sababu anapotutazama anamwona nani? Kristo. Kwa maneno yangu, katika mitazamo yangu, katika tabia yangu, anamwona Kristo kwa hiyo kama akimwona Kristo, mimi siwezi kuangamizwa nini? Hamwezi kuangamizwa. Kwa hiyo shetani haogopi mayowe, na rudia tena. Wakati fulani naona wenzangu kwenye mitandao ya kijamii wakipiga kelele ndani ya kanisa. Shetani hana kupiga kelele, hakusumbui giza, lakini utii na maisha ya utakatifu hufanya maisha yaliyojitoa kweli kwa kanisa, kwa ufalme, kwa viwango vya kibiblia, mpendwa, huyo ndiye shujaa mshindi. Kwa hiyo unapojinyenyekeza kwa Mungu, unasimama ukiwa na mamlaka, una haja ya kukimbia chochote wala mtu yeyote, wala kuwa na hofu ya mtu yeyote. Kwa kweli, niruhusu niseme kwamba hili ni muhimu sana. Ayubu alisema kile nilichokiogopa zaidi ndicho kilichonipata. maisha ya mchungaji ni maisha ya makabiliano masaa 24 kwa siku, siku saba kwa wiki. Kama sikuwa na maarifa ya kibiblia, kama sikujua jinsi ya kuitikia, mpendwa wangu, ningekuwa tayari nimetumiwa. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba ni yeye anayekimbia anapomwona Kristo katika ushuhuda, katika mitazamo, katika msimamo, katika uraia, anapomwona Kristo e kwa maneno yetu, katika hisia zetu, kisha ndiyo, kisha anakimbia. Wale waliokombolewa hawakubaliani na dhambi, wanaipinga kwa mamlaka. Kwa hiyo leo tunatangaza na kuishi kwa neno la mamlaka katika mbili wa Korintho, usemi huu mimi e, ninaitumia karibu kila siku katika maungamo yangu. Mtume Paulo Mtakatifu akiandika kwa Wakorintho anasema hapa, katika sura ya kumi ya waraka wa pili, silaha za vita vyetu si za kimwili, bali zina nguvu katika Mungu. Tazama silaha tulizo nazo sio Kalashnikov R15 7.62 Colt 45 tano, au 38. Na silaha za vita vyetu si za kimwili bali zina nguvu katika Mungu. Basi tuna silaha mbili zenye nguvu sana, maungamo na imani. Kile ninachoamini ndicho ninachokisema basi hizi ni silaha inasema zina nguvu katika Mungu, si kwamba zina nguvu katika mwili wangu bali katika Mungu, na zina uwezo angalia wa kuharibu ngome, tukiangusha mabishano na kila namna ya kujifanya kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Basi hebu tufikirie juu ya hili pamoja. Hatukuitwa kuwa waathirika, kushindwa, kushindwa. Tuliitwa kuwa washindi, kutangaza na kuishi neno la mamlaka. Kisha Paulo anazungumza juu ya silaha he, wao si wa jeshi letu, si wa mwili wetu, lakini ni hodari katika Mungu na wanaharibu ngome potaleza ni nini? Wakati mwingine ni mawazo yaliyo ndani: sitapita, sitaifanya, sitafurahi, sistahili, kwa sababu familia yangu maisha yangu ya nyuma yananihukumu, najua ulichofanya majira ya joto iliyopita. Kisha shetani huja pamoja na mapendekezo haya yote, na Biblia inasema kwamba tutaziharibu ngome hizi, tukanushe sophisms ambazo ni nusu kweli, ambazo shetani anazitumia kuwahadaa watu wa Mungu na kiburi. Kiburi kinarejelea misimamo ambayo mtu huchukua wakati mwingine maishani, ambayo bila shaka itasababisha uharibifu. Na akasema basi, tunafanyaje? Mtume alisema chochote kitakachoinuka dhidi ya elimu ya Mungu, lazima tufanye mawazo yetu mateka kwa utii wa Kristo, yaani kuna mshale kwa dat ambao ulikuja maishani mwangu, kuna kitu ninapigana nacho, hali kikwazo, mgogoro, lazima nilete mawazo yangu yote katika utii. Najua hili ni zoezi gumu, lakini ni Mungu ambaye anazungumza na maisha yako, kwa sababu umepata kushindwa, baadhi ya kushindwa kwa sababu unakubali kwamba ulikuwa na umekuwa dhaifu na wewe ni hasara, wewe ni mgonjwa, huna, huwezi kufanya hivyo. Biblia inaposema tunaweza kufanya mambo yote katika yeye atutiaye nguvu, ni suala la kuamini au kutokuamini. Niamini au siamini, ama mimi ni wa mungu au si mali ya Mungu. Lazima niwe mkali. Mimi ni muumini mkali. Mimi ni muumini wa kiinjilisti sana. Mimi ni mwamini ambaye kwa kweli hufuata kanuni za Biblia na sina mpango bimaishani mwangu. Ninaamini au ninaamini, hakuna endio i au hapana maishani mwangu. Hilo ndilo ninalotaka kuhimiza moyoni mwako. Kisha anasema kwamba ninapochukua ninateka mawazo yangu kwa utii wa Kristo. Ninapoanza kufikiri kama Kristo, ninaanza kusema kama Kristo, kama neno linavyonifundisha. Mpendwa, mamlaka inashinda. Kwa hivyo tumia kinywa chako kupigana vita kwa imani na imani. Waliokombolewa hunena kama mtu aaminie, omba kama mtu anayetawala, tembea kama mtu ambaye amekwisha kushinda. Una mamlaka ya kutangaza uponyaji wako, amani na ukombozi, juu ya nyumba yako, juu ya hali ambapo unasema, mtume, ninaishi katika hali ya kuzimu maishani mwangu, siwezi kuvumilia tena, mtume. Kwa hiyo, aliyekombolewa si mtu aliyeokoka tu, si mtu ambaye ameokoka tu, bali ni mtu anayetawala, mtu anayepigana rushwa, makosa ya ulimwengu, dhambi, tabia mbaya na majaribu ya kishetani akasema, mimi si mwathirika, mimi ndiye mshindi. Bwana Yesu anatawala maisha yangu, amenipa mamlaka. Kwa hiyo Mungu hakukuita uogope. Mungu hajatupa roho ya woga, Paulo alimwambia Timotheo. Mungu alitupa roho ya nguvu na upendo ya mamlaka. Mungu alitupa nguvu kujitawala na usawaziko. Hakutupatia roho ya woga. Usiwe mwoga, acha kutembea kama mwathirika. Umekombolewa, wewe ni mwana, wewe ni mrithi. Leo ni siku ya wewe kusimama na kuchukua nafasi yako. Ninatangaza kwa sauti leo: ninayo mamlaka ya Kristo maishani mwangu, hakuna kinachoweza kunipinga. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu huu. Mtume, lakini hiyo ndiyo tu ninayosema, eh? Kwa sababu unaamini, si kwa sababu unasema. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana bali yatarajiwayo. Hiyo ni kwa uhakika Niambie, ni uhakika ni hatia. Sema tena, Mungu hakunipa roho ya woga. Mungu alinipa roho ya nguvu, ya upendo na ya kujitawala, usawa katika maisha. Kwa hivyo, ninakuhutubia wewe ambaye uko hospitalini ndani ya iku, au una ugonjwa mbaya wa kiafya, au una ubashiri wa kutisha au kwa sababu uliona kwenye Google kwenye dr. Google takwimu zinasema nini, halafu umenaswa kwenye kiputo cha mateso. Unabudi kupasua kiputo hicho, inabidi useme eh, mimi si mwathirika. Wale wanaokubali toleo la shetani ndio waathiriwa. Mimi ni zaidi ya mshindi. Ningependa kuacha ujumbe huu. Kwa sababu nataka kuzungumza na wewe ambaye ni mfanyabiashara, mtaalamu huru, mtendaji, mtu anayehusiana na michezo, muziki, burudani, ni mkurugenzi wa kampuni, ni mtu mwenye miradi anayeshughulika na biashara au labda anazungumza na mtu mwenye heshima kubwa hapa duniani, mwenye nguvu kubwa hapa duniani, lakini anayejua kwamba bila Yesu maisha yanabaki kuwa sifuri mara sifuri, ambayo ni bure kabisa. Ujumbe huu ni kwa ajili yako. Ondoka mahali ulipo, toka kwenye kitanda hicho cha hospitali, inuka kutoka kwenye kochi hilo, Ondoka kitandani sasa, mpe Mungu utukufu. Nilizaliwa kushinda, nilizaliwa kuwa mshindi. Niliumbwa na Mungu, nikatiwa muhuri na Roho Mtakatifu kuwa mshindi na simhasiriwa tena. Akili ya mwathirika imekwisha. Sasa wewe ni kichwa, si mkia. Uko juu, kamwe si chini. Utakuwa na uwezo wa kukopesha na hutakopa. Mungu atafanya kazi hii kuu iwe kamilifu na itimie kwa utukufu wa Bwana. Nina hakika kabisa kwamba yule aliyeanza kazi njema ataikamilisha. Sasa tuko kwenye dakika za mwisho za kipindi. Ninahisi uwepo wa Mungu, huwezi kufikiria, mifupa yangu inawaka moto ninahisi kwamba Mungu anafanya kazi na tayari ametenda miujiza asubuhi hii kwa jina la Yesu. Tuna namba za simu za mawasiliano, whatsapp yangu ni 991274154 au simu ya kanisa kwa ajili ya neno la maombi na washauri wa kanisa ni 30179090. Kwa jina la Yesu, leo ni Jumapili, saa tatu asubuhi tutakuwa na mkutano wa kitume na wa kinabii saa 11 jioni. Kila Jumapili, mikutano miwili hapa katika kanisa kuu la Kristo Vive. Tupo barabara ya Marik 320, mtaa wa Kampino, upande wa magharibi wa jiji la Rio de Janeiro. Utashangazwa na uhalisia wa Brazil, kazi tukufu ya fahari yenye nguvu na yenye ushindi ambayo kanisa la Kristo Vive linafanya. Kuna mahali hapa ni pako Njoo uwe pamoja nasi, fanya uamuzi huu, vunja hiyo ganda, usibaki hapo kwenye upweke ukifikiri kwamba tayari umejitolea kila kitu na hujapokea chochote. Sasa ndio wakati wako wa kuishi kama mshindi. Njoo uwe pamoja nasi, mikutano miwili mikubwa, maonyesho ya imani, maombi kwa ajili ya watu, kwa ajili ya familia. Unahitaji kuwa mahali ambapo Mungu yupo. Unahitaji kuwa pale Mungu alipo. Je, unasikiliza wewe Mkristo ambaye umedanganywa na mapendekezo yasiyo na uhusiano na ukweli yanayoongoza chini njia pana ya ukengeufu? Unahitaji kuwa pale Mungu alipo. Na Mungu yu ndani ya Kristo aliye hai. Njoo, Mungu yuko katika huduma nyingi lakini ninawajibika kwa huduma yangu. Mungu yuko hapa, unahitaji kuwa pamoja nasi. Leo saa tatu asubuhi na saa kumi na moja jioni, mtaa wa Marik mia tatu na ishirini, Baito do Campino, ukanda wa magharibi wa Rio de Janeiro. Namshukuru Mungu kwa kuniruhusu kuwa hapa tena, kuwashukuru wapenzi wangu timu ya televisheni na redio na watu wa kanisa la Kristo Vive. Bila hawa tusingekuwa sisi, tungekuwa jenerali bila jeshi. Hii ni kweli, ni watu wenye nguvu ya watu nguvu ya watu waliokombolewa wenye utukufu kwa utukufu wa Bwana. Ningependa sana kushukuru familia ambazo zinatoa msaada kwa huduma yetu, miongoni mwa Rodrigo Ambrose, Fabiana Ambrose wa Turbomil, Villa Emil Mesquita. Daima nina furaha kubwa kuzungumzia watu wanaoshirikiana, walio karibu, walio na muunganiko na maono ya kiroho ya uinjilisti, yaani id, nendeni mkaihubiri Injili. Na familia hii iliyobarikiwa ya Turbomil imekuwa ikitoa msaada ili kanisa liweze kutimiza wito huu, upate watoto wengi zaidi. Renato Vilarino, Kludia Richa na Zinzane yetu Zinzane ni Zinzane. Zinzane ni kazi ya Mungu. Zinzane haiharibiki. Zinzane ina nguvu. Zinzane ni mtindo wa Brazil. Asanteni kwa upendo wenu, mapenzi yenu na msaada wenu kwa kazi ya Bwana. Daima mtakuwa zaidi ya washindi. Yule aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia hii. Furaha yangu ni kuweza kuzungumza juu yenu, kuzungumza juu ya zinzane kwa jina la Yesu. Sasa basi tunakaribia dakika za mwisho za kipindi kwa jina la Yesu. Sasa nanyosha mkono wangu wa upendo kwa ajili ya maisha yako, ninatangaza muujiza kutoka juu ya kichwa hadi kwenye nyayo za miguu, ushindi katika kesi hiyo ya haki, ushindi wa kibiashara, ushindi wa miradi yako, ushindi wa familia yako, ushindi wa maisha yako. Ndiyo, muhuri wa ushindi umewekwa juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Katika Kristo sisi ni zaidi ya washindi. Neema na amani. Wiki yenye ushindi mkubwa na mwezi uliojaa utukufu wa Bwana. Mtume Mikaeli, malaika katika jina la Yesu Kristo. Amina.